mpya umeibuka kuhusu shamba la ekari 5,800 la familia ya marehemu Isaia Cheluget ambalo rais William Ruto alisema serikali itanunua na kuwahamisha wakimbizi wa Mau. Mwanawe mmiliki wa ardhi hiyo, Moses Kipkirui Cheluget, alipinga kauli hiyo na kutisha kwenda mahakamani kuzuia mpango huo. Hata hivyo, jumamosi hii, upande mwingine wa familia ukiongozwa na balozi wa zamani Nancy Kirui Cheluget ulithibitisha kuendelea na mazungumzo na serikali na kumtaja Kipkirui kuwa si mmoja wao. Wili Lusige na maelezo zaidi. Maneno ya shamba ya Cheluget, tumeita Cheluget, tumeketi chini na yeye tumekubaliana siku moja baada ya Moses Kipkirui Cheluget kupinga matamshi ya Rais William Ruto, ambapo rais alidai alipata idhini ya marehemu Cheluget kuwa serikali itanunua shamba hilo la ekari elfu tano mia nane kwa minajili ya kuhamisha maskuota, huku Moses akiahidi kufungua kesi mahakamani kuzuia mpango huo. Uh, mzozo huo sasa umechukua mkondo mpya baada ya upande mwingine wa familia ukiongozwa na katibu wa zamani na balozi Nancy Kirui Cheluget kudai kuwa upo mazungumzo na serikali kuuza shamba hilo. Upande huo ukiongozwa na balozi huyo ulitaka umma kupuuza madai ya Kipkurui, ukisisitiza kuwa yeye si sehemu ya mazungumzo hayo. Kipkirui alitilia shaka uwazi wa mchakato huo akidai kuwa ni upande mmoja wa familia uliohusishwa, lakini kwa jibu kali upande wa Nancy umempuzilia ukimtaja kuwa si mwana wa Cheluget. Natujui wanafanya negotiation na nani kwa hii familia. So, kitu ninasema, ninaenda kotini, kujua ukweli. Moses Kipkirui Cheluget awali alikuwa ameapa kumshtaki Rais Ruto mahakamani kutaka kufahamu nani alikuwa anauza ardhi kwa niaba ya familia bila ufahamu wake. All matters concerning succession was conclusively kwa upande wake Kipkirui amesisitiza kwamba hatajibu chochote kutoka kwa upande wa Nancy na badala yake atafuata mkondo wa mahakama. Willy Lusige, runinga ya Citizen, Nairobi.